jitambulisha kwa majina naitwa Bwana Bernard Kambale, nakuwa msemaji wa chama cha siasa UDPS. Mwana unakuwa nani umvika mitatu kwa kungambo ya upinzani, amesema kama inaomba kila kila mji ama kila province za kujidevelope kupitia wazo yake ya kusema ipo inji na kuwa kunako ngambo yenu chama cha pouvar, munakuwa na maoni gani? Ndiyo bwana mpasha habari, unajua ya kwamba tumemsikia bwana Olivier Kamitatu, lakini sisi tunasema ya kwamba siyo bwana Olivier Kamitatu ama Uh, kwa muda ya leo ndio alipesha kuongea mambo kama hiyo. Sababu gani? Sababu wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa kwa hii vita haya ambayo tunaita vita ya aggression, si vizuri tena kuendelea kukabula majimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu itakuwa ya kwamba tunaachilia jimbo fulani ambao unakuwa kunako uh, vita. Sisi tunasema ya kwamba uh, ni vizuri kufikiria mambo ya maendeleo ama ya federalism. Gisa alisema lakini muda wa sasa haufae, na sio bwana Olivier Kamitatu ambaye alikuwa presidenti wa bunge ambaye ilituletea katiba ndio anaweza kutuambia mambo kama hii kwa leo, ya muhimu kwanza ni kuheshimu katiba na kumaliza hii vita ambayo inatukumba kunako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimbo inapaswa inapaswa jimbo inaweza pasha kwenda mbele, ama maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya majimbo zote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza ikifanika kwanza kwa heshima ya katiba, sababu kunako katiba kunakuwa hii tunaita kwa Kifransa y kese ya perequation ambayo inarudishia kila jimbo Eh, asilimia arobaini ya pesa kwa kufasilite ama kwa kuongoza maendeleo yake, eh, na kwa sasa nitakwambia ya kwamba hata kama tunakuwa na lazima maendeleo, mji inaongozwa, uh, na inakuwa na hii tunaita mapriorite kunako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Priorite ya kwanza inakuwa kwanja hii mambo ya vita, hatuwezi kusema tuachilie eh, jimbo ama province ya Nord Kivu ambayo nakuwa kwa vita, na tufasilite ama tuendeleshe eh, maendeleo ya jimbo zingine kwa sasa jambo ya kwanza ni kuunda jeshi ambayo inakuwa ya nguvu na ile jeshi inasaidia kwanja majimbo ambayo zinakuwa kunako vita. Wakati tutakuwa tumemaliza vita, tunaweza tukirudi sasa tukifikiria sisi sote pamoja namna gani tutafanya maendeleo. Na ukiona katiba yetu, katiba yetu inakuwa wazi, katiba yetu nasema tunakuwa kwa etat unitaire fortement decentralise, ni kusema ya kwamba tukiesimu katiba Uh, pesa ambayo kila jimbo inatoa ama ambayo kila jimbo ina inakongoa inaweza ina ikibaki 40 inaweza ikibaki uh, na kuendelesha maendeleo kama vile unavyosema ya, ya, ya, ya jimbo na ile ingine inaendelesha maendeleo ya jamhuri mzima ya kidemokrasia ya Kongo. Kwa kumalizia, kwa maoni yako, nini tu inapaswa sababisha ili jimbo siweze kusonga mbele? Bon, kama jimbo zinakuwa zisonge mbele shida inaweza kuwa labda kutu kuheshimu sheria ama waongozi wabaya. Ndio maana sisi tunasema si lazima kila siku kubadili katiba. Kubadili katiba, ya muhimu ni kuheshimu kwanza katiba ambayo tulitia, ili ile katiba itatusaidia sisi wote tuendelee. Lakini leo kutuambia ya kwamba mtu anataka tukabule kabule majimbo itakuwa ya kwamba anataka kufanya hii tunaita kwa kifaransa balkanisation ama kugawa e, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sisi tunaona ya kwamba kwa, kwa hiyo wakati ya leo ambao tunakuwa wakati ya vita inakuwa e, kugumu sana kwa kukubali mambo ambayo bwana Olivier Kamitatu alikuwa ameongea. Ujumbe kwa wakaaji ni kuambia ya kwamba e, jimbo letu la Kivu ya haiko peke yake inakuwa inabenefisie na Eh, api ama msaada ya majimbo zote ama jamhuri nzima. Jeshi iko inafanya kazi jamu, eh, government iko inafanya kazi kwa kumaliza vita. Wakati vita itaisha, sisi wote tutafikiria namna gani tunaweza kufanya maendeleo. Wananchi wana, wana wote, tunawaomba tu, eh, tusaidie jamhuri, tushikamane pamoja na government pamoja na jeshi yetu ili tumalize hii vita. Kujitambulisha tena kwa kujitambulisha, naitwa kwa jina la Bernard Kambale Kapitula na kuwa msemaji wa chama cha kisiasa UDPS, na shukuru <tipulis>

maongezo soit opinion personnelle ya bwana Kamitatu, kwa sababu kwenye chama ensemble pour la republique uh, tunaprone sana uh, uhuru wa kuongea, kila mwanachama anapasa leta mawazo yake kwenye chama uh, sans pour autant etre uh, kukuwa atake na bengine bana chama uh, ni kusema nini, mimi mwenyewe na soutenir ama na appuyer uh, ile idee ya bwana Kamitatu uh, kwa sababu ukiangalia uh, namna gani inji inaenda hata ninaweza uh, kusema uh, ukubwa wa inchi uh, sharsha inakuwa ya yakabambi sana kukichwa wa mutu moya.